Darul Karim Online TV. Ukumbusho wa Waislamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji, akhi mushahid wa ukhti eh, mushahid, tuko leo tena katika eh, kuendeleza gurudumu la masala ya kielimu na kuelimishana mawili matatu, haswa hasa khususan, tupo katika mwezi mtukufu, na hilo linafahamika na wewe ndugu yangu unalitambua kuwa leo hii tupo katika mwezi mtukufu lakini bila shaka e, leo tumetembelewa katika studio yetu na Shekhe Yasin Ali e, ibn Bonde, katika kuyaendeleza yale ambayo e, yanaofaa katika dini yetu, na leo kidogo tutakuwa na baadhi ya maswali e, shekhe atatuweka sawa e, na kutuelimisha baadhi ya mambo yanahusiana na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, hususan hivi sasa tupo katika masiku ya mwisho kabisa. Lakini baada ya hapa tufanye kitu gani? lakini kwanza kabla yotu, yafaham, honda, ya yote yote tutayafahamu hivi sasa kwanza shekhe atusalimie. Asalamu as alaykum wa wa wa, alaykum wa, wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako shekhe? Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam shekhe, upo katika kipindi kama inavyofahamika e, lakini tunataka faida leo insha Allah kutoka kwako wewe ili e, itupate e, e, hile ambayo kuendeleza ama kujiendeleza katika mambo ya kidini ama mambo ya kielimu. Shekhe, tunataka tufahamu ama tutambue baadhi ya mambo hususan inayohusiana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Bila shaka leo hii tupo wengine ishirini na sita wengine tupo katika mwezi ishirini na saba Hatutaki kulijadili hilo, tunachotaka kulizungumzia ama utufahamishe kitu gani ambacho kinapatikana katika kumi eh, hili la mwisho, ama yule ambaye tayari ameshachelewa ameshacheza vya kucheza, kitu gani afanye katika masiku haya machache, ili na yeye kidogo aonekane na yeye amepata ile fadhila kiuchache, naam shekhi. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wassalatu wassalam ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baada ya kumuhibidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi ya umma wala Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa tukufu katika imani, awala, jambo la kwanza kabisa, kuna wajibu mkubwa wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kuweza kuwepo kwetu katika kipindi hiki <tipi> na haya yote ni matakwa ya Allah subhanahu wataala. Kwa hiyo jambo la kumshukuru Allah subhanahu wataala ni katika moja miongoni mwa sifa za ubinu wa kweli, na tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na mwezi huu ni mwezi ambao Allah subhanahu wataala anaeleza ndani ya kitabu chake anasema

Mwezi mtukufu wa Ramadhani una faida kubwa, tunapoona mwezi huu ndani ya mwaka mzima, huwezi kuupata isipokuwa katika mwaka mmoja tu, katika masiku yote ya miaka yote, kila mwaka ndio upatikana mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam. kwa hiyo mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna faida kubwa nyingi sana, kusudiwa ni Qur'ani tukufu umetegemka ndani ya kipindi hiki, na ukiangalia historia Wassalam, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, malaika Jibril aliteremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa pangoni, Bwana Mtume wasallam ibada zake Jibril alayhi salatu wassalam Som muhaaya muhaai s muhamadi mwana mtume Muhammadi akasema la arifu al-kiraa mm-hmm. ma ana bikari, sijui kusoma. Habari hizi zilipatikana katika, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao una neema nyingi sana. Leo hii hata kama kuna mtu ukiangalia jamii hivi sasa, alikuwa afanya ibada lakini kufika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mbele ya ibada. Leo hii watu walikuwa hawaniani